Ndio maana nimeamua kurudi tena kwenu. Tumekuja tena kuwakumbusha, tumekuja kuwakumbusha kuwa ikifika siku ya tarehe ishirini na tisa muende mkatuunge mkono, mimi na kaka yangu Magende. Nimekuja kumwombea kura kaka yangu Magende awa jumani kwenye kata ya Lipwidi, lakini pia nimekuja kuomba kura mimi Shamsia. Naomba munipe kura za kutosha, niwe mbunge tena kwenye jimbo hili. Ndugu zangu wa Lipwidi, mengi tulizungumza tulipokuja mara ya kwanza kuomba kwa kura. Leo hii nakuja tena kuwasisitiza na kuwakumbusha, tupo katika uchaguzi wa serikali wa kuchagua viongozi wa serikali ambao watakwenda kusimamia maendeleo yetu. Niwaombe sana ndugu zangu wa Lipwidi, kipindi hiki ni kipindi muhimu kuliko mnavyofikiria. Kura yako ndio itakwenda kutafuta kiongozi bora ambaye atakwenda kusimamia maendeleo ya kata pamoja na jimbo. Ndugu zangu wa Lipwidi, tusifanye nzaa Uchaguzi unakwenda kuamua mambo yetu yote. Mkikosea kuchagua kiongozi asiyekuwa bora, tutakuja kupata hasara kubwa, sisi na watoto wetu. Mimi kama mbunge natambua changamoto za hapa na changamoto zingine zote ambazo zipo kwenye kata hii, naomba mnipe ridhaa. Ninawahakikishia wanaLipwidi, mimi nimeamua kujitoa kwa ajili ya wanalipidi leo, na ndio maana sipati shida, kwa sababu nilifanya mazuri ndani ya kipindi changu. Ingekuwa nimefanya vibaya, hata leo nyinyi msingekuja. Uongo kweli? Kua, kwa hiyo ni waombe ndugu zangu, mimi na cho... naomba mumuunge mkono huyu kijana Mangende awe ni wani kwenye kata hii, mutampa kura Mangende. Aaaaaa. Hili, munipe kura za kutosha mimi Shamsia niwe mbunge kwenye jimbo hili. Bado tuna safari ndefu kwenye kata yetu ya Lipwidi, bado kata yetu ya Lipwidi ina changamoto nyingi. Lazima mimi na Mangende mutunge mkono tuhakikishe changamoto zilizopo katika kata hii zinakwenda kutatuliwa kwa wakati. Haki, haki tena kwenu mpaka uchaguzi unapita, niwaombe ndugu zangu wa Lipwidi, kwa heshima na taadhima, tunaomba mtunge mkono. Siku ya tarehe ishirini na tisa ikifika, tunaomba mkatupe kura za kutosha. Mimi sina mashaka na watu wa Lipwidi. Nakumbuka uchaguzi wa elfu mbili na ishirini nilipata kura nyingi sana hapa Lipwidi. Naomba wembe ukale ule ule. Mukatupe kula za kutosha mimi na kaka yangu Mangende, kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu ya Lipwidi kaka... kila munu wavena kwao apanu pachi lambo kwa baba ye na kwa mama ye kukaya kwa vele kwa jije Kila munu lina nowela isikula yena kwao kwa